Master Jay hiki kitendo ambacho ulichokifanya cha kumtukana Alikiba kimetukwaza sana. Master Jay. Wewe Master Jay ni mtu mzima umeshafanya mambo mengi paza wewe ni kama baba. Eh? Lakini Master Jay wewe unajikutaga ni nani wewe kwenye haya maisha wewe? Eh? Wewe unajikuta kwamba wewe ndio Mungu wa muziki. Wewe ndio malaika wa muziki Master Jay. Eh? Watu na kuona wakotwa. Watu wengi ambao umewakataa wewe kwenye maisha yako ndio watu ambao wamefanikiwa. Mungu wewe sio inani nini, mtume malaika, sio nani, sio akina Musa, sio akina nani, Master Jay eh? Unaenda kumwataki Alikiba amekukosea nini, baba wa watu anaga maneno yule eh? Unaenda kumsema, hajakuongelea hajasema chochote. Unataka sisi wasanii tujifunze nini kutoka kwako wewe? Na wewe ni fadha, nasema wasanii hawana heshima. Mkitukanwa hapo mnaanza kusema wasanii wanajisahau Watu wote ambao umewasema wewe kwenye maisha yako ndio watu ambao wamefanikiwa. Wakina Monaizo, wakina nani, wakina nani ile? Eh? Master Jay kwa nini unashinda kuwa kama wenzako? Bwana mafaza wengine wote wametulia wakina Bizmani, Pipa nki majani, wakina Maneke. Hawanaja maneno. Kwani nini wewe una matatizo gani? Ile kuna kuona mabakabaka kama mgongo wa kanga. Master Jay wewe? Eh? Kuna mda tulia. Sio kila kitu unapaswa kuongelea. Eh? Wewe umekuwa ni nani kwenye maisha yetu ya kimuziki? mpaka mtu umchague wewe ndio afanikiwe. Wewe ni nani Master Jay wewe? Kama umeshindwa kuchambua mziki acha watu wengine watachambua. Kwani unapenda kutukwaza? Haya mambo mengine ya kwako kwa yameanza kubomboruka huku. Sasa kila kitu ni Master Jay, Master Jay, watu wengine mpaka wanataka ni kwenda kujiua kisa wewe mewakataki muziki. Unapenda kukosoakosoa, tumeshachoka. Acha Mungu awe anafanya maamuzi yake, sio wewe. Mtu unaonaga mtu kama kinkima anaga maneno unaenda kujisemesha kidhabidhabi, na tumesha choka fata basi. Watu wazee wenzio mwangalie picha kimajani, ulishaga muona ana mdomo wapi, ana hasa na mziki wake, ndio maana ile makubalikiwa anakuwaga hata mweupe tu. Wewe unakuwa wa maji ya kunde kwa sababu una maneno maneno, unakuwa unabadilika kama kinyonga. Jifunze kuishi na watu wa sasa hivi, jifunze kuishi na teknolojia ya sasa hivi. Maswala ya kuona kosoa kosoa wasanii huo unaacha sigia mta tuage na ile makukwambia, ukweli kwenye comedy huku, sii hatukutaki kabisa, si tunakaga, tuna hasira, tutamwambia hata mama, tunakusemea kwa mama, hatukutaki jamani. Kwani we una majipu? uliumwaga majipu wewe, labda anakusumbua paka. Sasa hivi mtu unajiona, jana umelewa, unafanya interview, unamtukana msanii mkubwa kama Alikiba. Unataka wasanii wengine wajifunze nini? Producers wapi wale, wajifunze nini? unataka wa wakinastukizi wawe kama wewe